Mambo nitayazungumza yako mambo nitayazungumza, kabla sijamkaribisha mwenyekiti wangu. Tunapokwenda kwenye uchaguzi, silaha yetu mojawapo ni kutangaza mazuri alifanya na na rais wetu mazuri alifanya na diwani wetu mazuri alifanya na mbunge wetu na mazuri yanayofanywa na wenyeviti wetu wa sikaeza mtaa. Kwa hiyo tunapotoka katika kipindi hiki yako mambo Mheshimiwa diwani ameyafanya na ameyafanya kwa niaba yenu, inatakiwa tuyatangaze. Tulipokuwa na mkuu wa wilaya aliyoondoka, yako mambo aliyasema kuhusu Makurumla ambayo diwani wenu aliyafanya. Mfano, yako mabenki yametoa misaada kwa juhudi zake na tukapata madarasa 12 ndani ya kata yetu huko. Hilo ni jambo baya, tunalizungumza, tunalisema, lazima tuyaseme. Lakini pia hata madarasa yetu yanakarabatiwa, sina madarasa manane yamekarabatiwa sasa. Unapoona mambo kama haya na mazuri na watu wetu wanasoma, tuna wajibu wa kuyasema kwa watu ili wajue serikali ya CCM anapofanya si amefanya kimwanga imefanya serikali ya Chama cha Mapinduzi ya kata yetu hii ya Makurumla chini ya usimamizi wa watu watoa watu. Lakini ziko barabara kadhaa ambazo zinajengwa kwa kiwango cha lami, mnafahamu na mheshimiwa diwani ameziombea hela, mnafahamu muda si mrefu zitaanza kujengwa na nyingine zinajengwa. Hayo natakiwa tuyaseme nje. Tunapoyasema nje, mnairahisishia CCM uweza kupata ushindi wa kishindo, kwa sababu kuna watu wengine hawakubali mpaka waonyeshwe. Na watu hao mnaishi nao nyie. Mtoto kanaenda shule, anasoma mahali pazuri, lakini akirudi nyumbani anakwambia CCM haijafanya kitu. Labda umchukue umpeleke kwenye barabara ama, shule muonyesha kwa mkono, hii ndio shule aliyohangaika alo, nayo mheshimiwa diwani, hii ndio barabara, hebu gusa hapa chini, CCM oye, oye. Hey, ndio mtakapoona kwamba labda CCM imefanya kitu, yanayofanyika si kwamba yanafanyika kwa sababu ya kimwanga pekee, yanafanyika kwa sababu ya serikali ya CCM na anayasema haya, inawezekana kabisa mpiga kura mmoja akaona hapana bwana, mimi pamoja yote aliofanya Kimwanga, mimi nafikiri kuna mwingine anakuja kufanya vizuri zaidi, ni haki yake ya msingi, wala sinune. Lakini yale yaliyofanywa na CCM lazima tufanye nini? Tuseme tutamuomba mheshimiwa diwani, kama atapata nafasi kwa idhini ya mwenyekiti, basi ingalau tupitishe kidogo katika yale ambayo yamefanyika. La kwanza, sisi Makurumla nilizungumza, tuko imara zaidi kuliko jana. La pili yaani mtu anaoitwa Bakari Kimwanga, kwa maana ya kwamba kile alichokitekeleza na anachoamini kuendelea kukitekeleza, kati ya mtu ambaye hana wasiwasi na ana utulivu wa asilimia mia moja kwa maana kwamba kama ni lugha ya majazi, unasema ni zero tolerance, yaani utulivu ule uliotulia kabisa. La tatu, hawa wananchi, wanachama wenzangu na viongozi, wanajua hali halisi kipi tumefanya, tumefanikiwa kwa asilimia mia, na kipi ambacho hatujafanya, na kipi ambacho tunaelekea kufanya na tutafanikiwa inshallah kwa uwezo wa Mungu. Kwa maana hiyo, kwa maana hiyo, hali ni nzuri sana. Tumetekeleza kwa maana ya vituo vya kituo cha afya tunaelekea kukamilisha kupitia mapato ya ndani, tumetengeneza kwa milioni 350 pale. Tumeomba extension ya wiki sita, ambapo sasa tuna wiki nne kukamilisha ule ujenzi huduma ziendelee. Leo itakuwa ni historia. Miezi miwili ijayo mitatu, ndugu mwenyekiti wa wazazi wa wilaya yetu ya Ubungo, inaweza ikawa upasuaji wa kwanza wa mama mjamzito ukafanyika katika kata yetu ya Makurumla badala ya rufaa hizo ambazo zilikuwa zinakwenda Palestina, zinakwenda Mwananyamala na hatimaye Muhimbili upande wa Mloganzila au Upanga. Sasa shughuli yote hii itafanyika hapa lakini kukamilika kwa kituo hiki, ndugu mwenyekiti, sisi kwetu ni faraja na ni hatua nzuri. Inatupa commitment ya kwamba tutakuwa na gari ya uhakika ya kubeba wagonjwa pale. Lakini na vile vile tutakuwa na madaktari bingwa ambao si chini ya watano kwa mujibu wa mkakati na mpango wa serikali kuu kupitia halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo. Lakini hako maeneo mengine ya kimkakati ambao sisi tunayasema sisi kwetu hapa wakati tunaingia tulikuwa tu tuna na barabara zilo kilometa yaani ndasema ndo iko namna hiyo, lakini leo tunakwenda hili nalisema, tuna kilometa tano na mita mia mbili na kumi. Haya nayasema kwa kinywa kipana. Moja kati ya mradi ambao tuliukuta ulikuwa ni mradi wa DMDP phase 1 ambao ulikuwa unasimamiwa na wenzetu Kinondoni. Moja mkakati ilikuwa barabara ikitoka Mabibo ipite Mborahati kwenda kurudi tena Kigogo iende Jaba ya zamani kushuka Mwenye Mkuu lakini kati ya vitu ambavyo tumekwenda wote kusimama kwa pamoja na wana CCM hawa, tumekwenda kusimama na kuieleza serikali. Leo tuna barabara ambayo yenye kilomita 18 kutokea mabibo kupita Makurumla, Mzimuni, na inamalizika mpaka upande wa Magomeni mapipa pale. Hii kwetu ni success kubwa, ni mafanikio makubwa ambayo tunaamini kabisa, leo hata Rais Samia akija, ambaye ametuletea hizi fedha, sisi ni mafanikio makubwa, lakini ndani ya huo mradi tumefanikiwa kujenga kingo. Kulikuwa kuna eneo lina usumbufu hapa mikuu mikisiwani, wananchi walianza kwa nguvu zao likawashinda, lakini kupitia huo mradi tukaenda tukapata milioni 235 tumejenga kingo, lakini na kulipa fidia kwenye nyumba mbili. Nini maana yake? Eneo hili sasa mafuriko kwao ni hakuna. Changamoto tuliyobaki nayo sisi ni kitu kinachoitwa mto China, ambapo na hii mto China wengi tukisema wanasema ah, hayawezi huyo lakini mimi nakuhakikishia ya kwamba serikali ya Dokta Samia tayari imekushatoa maelekezo kupitia kwa wenzetu nemki ambao wanasimamia swala la ujenzi wa mito na vijito. Sisi kwetu tumewekwa kama mto na tumewekewa sisi kwetu kujenga kilometa 4 kuanzia upande wa Mabibo pale makutano mpaka kushuka huku kwetu upande wa Mzimuni na Mborahati ambapo tunapakana nao na tayari kwa maana ya hatua ya sasa, kwa maana ya status mpaka kufika jana ilikuwa kwa maana ukiangalia kwenye mifumo ya nemki bado hali ilikuwa inaendelea kwa maana ya wakandarasi kuchaguliwa. Lakini eneo jingine tulikuwa tuna barabara ambayo tulianza ile ya medisini, tulianza na mita mia mbili na kumi kwa maana sehemu ya mapato ya ndani ya halmashauri kwa milioni mia mbili na sitini wamejenga mita miambili na kumi, lakini tayari kupitia DMDP phase 2 inakuja kupokea na tayari tuna kampuni ya China Road and Bridge Corporation ambayo tayari imechaguliwa. Sasa wanasubiri swala la vetting kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ambapo tunaamini kati ya wiki hii na wiki ijayo wanaweza wakawa wamekamilisha na wakandarasi hawa wakawa wameingia katika maeneo yote na kukamilisha hiyo barabara ya medisini, lakini nakwenda kumaliza mpaka ule upande wa Mloka si sehemu oye! Haya ni sehemu tu ya mafanikio, lakini yako mengi. Huku kwenye swala la shule tumemaliza pale Mianzini. Naishukuru benki kuu, niliomba binafsi, wameniletea pale matundu kumi na mbili ya vyoo, tumejenga kwa sababu skasiti ya wanafunzi tulionao ni kubwa zaidi ya wanafunzi 2300 Tulikuwa na matundu kumi na mbili, leo nimekwenda kuiomba benki kuu, imekuja kutujengia matutu, matundu kumi na mbili ya ziada. Hayo sio mafanikio? Nani kama Dkt Samia? Kwa hiyo kwa, kwa maana hiyo, ndugu mwenyekiti wa wazazi, sisi tunakwenda vizuri kwa sehemu ile ya ulezi na jukumu la wazazi, hasa kwenye sekta ya malezi na elimu, tunasimamia sawasawa sawa. Haya nimeyaweka tu muktasa kwa muktasari, kwa sababu kikao hiki ni cha kwako, lakini na sina shaka comrade Sabaya, wewe ni daktari wa binadamu na tunapozungumza sekta ya afya ni sekta mtambuka ambayo mimi wewe na mwingine ambaye hayupo wote ni wagonjwa watarajiwa. hata u, kama usiumwe malaria utaumwa kidole pia utahitaji daktari. kwa tunaendelea kuyaboresha haya na kuyasimamia haya kwa lengo la kwamba kuleta mapinduzi sahihi kwenye sekta ya afya na... tupo chama na tunashirikiana na jumuiya yetu wazazi, lakini wazazi ndio nilipotokea mimi. Nimehudumu katika jumuiya hii kwa takribani vipindi vitatu nilikuwa mwenyekiti wa kata, lakini nilivyotoka kwenye kata nikapewa mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa, ili mradi tu nisitoke kwenye wazazi. Na leo nimekuwa na mimi ni mwangalizi wa jumuiya ya wazazi, kwa maana ni mwenyekiti wa sistemu wa kata, kwa maana bado nipo ndani ya jumuiya hii na wewe, mwenyekiti wetu, una historia ya kama yangu kwenye hii jumuiya ya wazazi kwa hiyo hata kukupa mwenyekiti wa wazazi wa, kat, wa wilaya hatujafanya makosa sana, kwa sababu unayejua wazazi vilivyo. Na kwa kuthibitisha hilo, baada ya kuchaguliwa, ukaangalia wazazi na changamoto gani, unapita kata kwa kata. Ulipita na mimi nadhani nilikuwepo kwenye kikao kile, ulituambia tu plani mradi na kuletee mchanganuo wa gharama. Ule mradi wa loplani na wewe utachangia asilimia sabini na tano, lakini nadhani hatujakaa na pengine mradi ule hatujaleta, lakini bado ukaona hapana, ukakaa ukaplani mwenyewe kila kata nipeleke mradi gani yani, ukapeleka miradi na kuna baadhi wenzetu wamenufaika, wamejengiwa mpaka ofisi, nimepita kule Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi aliongea, na alipoongea nadhani aliongelea Tanga litakuwa ni agizo la nchi nzima na, kitu wakata, amesema, na mimi kama mwenyekiti wa kata nimelipokea. Amesema tuwaache viongozi walio madarakani wafanye shughuli zao, tusiwaingilie, na mimi kama mwenyekiti wa kata nimelipokea na nitalisimamia. Mwacheni kwa Samia, tushamaliza, tushapata mteule. Mkutano mkuu umeamua na Sabaya walikuwepo pale, wametoa mapendekezo, lakini huku ambayo sie tutaamua, tunatakiwa tuwe na nidhamu ya kutii mamlaka, kuheshimu viongozi, na sisi kama mimi mwenyekiti wa kata na kamati yangu ya siasa tutaheshimu maagizo ya no, mwenyekiti wetu wa taifa ameagiza hapa pasu, kama mtu yoyote yule anaotiania anaotaka kupita pita, avumilie, wakati ukifika, ataingia ataruhusiwa. Lakini kwa sasa mbunge wetu ni Kitila Mkumbo, diwani wetu ni Bakari Kimwala. Tuwaache wamalizie ilani ya Chama cha Mapinduzi, tusiwafanye wakaangaika na uchaguzi wakaacha kushughulikia kero za wananchi. Hii miezi robaki ni mingi sana, wakiacha kushughulika na matatizo ya wananchi. Pale tuna kituo cha afya, tulikubaliana tunawapa wiki sita, mbili zishaenda, na na mimi nadhani wiki hii nitaenda na ziara yangu pale, nimesema kwenda kuangalia ujenzi unavyoendelea. Na ndio maana hata safari ile ya mwenyekiti alipotaka kuja ziara iliahirishwa wazazi kuwa mkali matawi haswaya kuwa mkali. Kipindi hiki hatutaki uvi. Kipindi hiki ni vikao, ni vikao, ni vikao vya dharura, dharura hasa. Kama mtu anaanza uvivu kwenye kipindi hiki, kama vuambia tupishe tum mwingine, shughuli za chama na jumuia pale zifanii baada y usemaniwayo. Mwenyekiti, karibu uongee na aarah Japo tumechukua nafasi yako kuongea maneno mengi, lakini leo hao wa watu wanataka wakusikilize wewe, umewaletea mambo gani? Umewaletea futari ya aina gani? <coughs> Ndugu zangu, kabla sijaenda al nikazie neno moja, tulipanga kikao kuja hapa kufanya kikao cha kikao kama hiki leo, lakini kilifeli. Nafikiri kamati ya utekelezaji ya wazazi wajitafakari, na tunataka kamati ya utekelezaji ya wazazi ya kata hii tupate sababu kubwa kwa nini hatujaenda sasa na kalenda iliyokuwepo, tupate majibu. Na ije kura, uchaguzi unaokuja wa Oktoba, si kama ile tuliofanya baadaye, tutumie daftari la wakazi hiyo, tunatumia kadi ya kupiga kura, na usitoke peke yako. Kuna vijana ambao kipindi kilikopita umri ulikuwa haujafika lakini kwa sasa umri nini umefika miaka 18 na nane na kuendelea, katika nyumba zetu tunazoishi nao, wapelekeni wahamasisheni wakajiandikishe. Lakini tuna jamaa zetu na jirani zetu ambao wao hawezi kupata kikao kama tunapata sisi, ni kazi yako we kiongozi uliokuja hapa kuhakikisha unakuwa balozi. Siku wenyewe ni chache, siku tarehe 17 mpaka 23 ni siku chache. Baada ya hapo, hatutakuwa na nafasi hiyo tena, maana yake watahamia labda mikoa mingine. Kwa hiyo ninaombeni sana, msiende kudharau. Waliwahi kudharau jimbo la Kibamba, hiyo watu wa upinzani wakaleta watu wao walikookota, wakaleta wakaingiza, wakaingiza watu na ikawa silaha, na kweli wakatushinda. Lakini naomba mwenyekiti, vile vile mkaangalie katika uandikishaji wa daftari lile, kwa sababu wasije tukaletewa nini, mamluki. Maana yake haya kutakuwa na namna mamluki wakishaingia, mkaangalie uandikishaji unavyokwenda. Kwa hiyo ni vizuri mwenyekiti, mtengenezeni taratibu ambayo inaeleweka katika kipindi, inawezekana wiki moja na siku kadhaa, tuhakikishe tunafuatilia uandikishaji na marekebisho ya taarifa ya wakazi wa Makurumla. La sivyo inaweza ikawa ni shida kwetu sisi wote. Na hakuna chama ambayo kinapenda kutoshika madaraka, na nia ya chama yoyote ile duniani ni kushika dola. Mengine ni mbwembwe tu, lakini nia yake kubwa ni kushika dola, na kushika dola ina process, na process yake mojawapo ni hii ambaye sasa hivi inatujia, kuanzia tarehe 17 mpaka tarehe 23 ambapo sisi lazima tukaangalie taarifa zetu. Hakuna namna nyingine, kwa hiyo naombeni, hili ni la muhimu kuliko lote. Kumbuka hizo siku chache ambazo tumepewa, hakikisha kwa kweli unakwenda kujihudhurisha, kurekebisha taarifa zako. Hata wewe ambaye una kadi kaangalie, je, jina lako lipo bado? Ukaangalie Sije siku ya siku ukaambiwa bwana, wewe haupo katika orodha, ambayo itakuwa shida kwa sababu hautaweza kupiga kura. Ndugu zangu, ehe, nyavu ile wakafanya nini? Wakavua wenyewe. Kwa hiyo nikaamua kata nzima, kwa sababu ilikuwa ni ahadi yangu wakati nachelewa toa toa. Unajua kipindi chetu wakati nachaguliwa ni, ni, mimi nilisema kwamba kati ya vitu ambavyo tutajitahidi tufanye na kamati yangu ya utekelezaji ni kuhakikisha kwamba tunapata sehemu ya kufanyia vikao. Tumemaliza hilo, Haina pingamizi tena, waliofika wilani wanafahamu. Lakini baadhi ya kata walipoanza sera hiyo, kuna baadhi ya kata ambazo zilifanya miradi ambayo wao walifanya, kama kata ya Msigani, kata ya Mabibo, kata ya Manzese na kata ya, kata, kata ya Mbezi walijitahidi kufanya na kata ya Sinza walijitahidi kutengeneza miradi lakini kaja hii mba bonus kwa ajili ya kata zote, ili kila kata iweze kufanya mradi kwao. Nimekuja na mradi kwa ajili ya kata yangu ya Makurumla, jumuia ya wazazi <laughs> ameshatengeneza hapo kwao. Nimesema mimi nitawaletea, nitaletea tu kwa ajili ya, ya, ya, kuhu, na, kwa ajili ya famigation na sisi jumuia ya, ya wazazi moja ya kazi zetu tuliopewa na hata kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ipo ni kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, tunatunza mazingira. Lakini katika kutunza mazingira katika kata yetu, wakati huo huo, tunatengeneza uchumi, kwani watu wako wanakuja kupulizia dawa kwenye matundu ya shimo, hawajaima kwenu mnawalipa mwalipi. Mna, sasa akija jumuiya yenu si mtawalipa yeah? Na wengine kama wanakunguni nyumbani, si so wanapigiwa nyumba nzima, wakati mwingine si hela iko nyingi tu. Na uzuri wa, wa, wa, wa iya kwetu kwamba itakuwa bei nafuu, itakuwa bei nafuu ya jumuiya ya wazazi. Kwa hiyo ujambania, ujambania mkanda upande mwingine. Kwa hiyo ndugu zangu tukawaletea mradi huu kama watasimamia, kama mtasimamia kata jumuiya pamoja na kamati utekelezaji, hamna sababu mwenyekiti wa chama waseme kwamba hawawezi kuwaleta watu tosha. babu tulia, mkaongea na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kupitia serikali, viongozi wa serikali ya mtaa, wenye viti, mkaweza kwenda kuwaomba, wakawapa vibali kwa wananchi wao mkaenda kufanya kazi hiyo, lakini lazima mtafute watu ambao wanajua kutengeneza dawa vizuri. Msiende kufanya ufeki, mkafanye kazi hiyo na na hakika mzee mgwami, jumuiya ya wazazi haitakuwa ina, kwa mfano ukienda kwenye shule na uzuri sasa, kwa sababu kata zenu za jirani Mburahati watakuwa nayo, mabibi watakuwa nayo, Sinza watakuwa nayo. Mkipata mradi mkubwa mnaenda kuwazima Sinza inakuwa na mitungi miwili mnaenda kufanya kazi. Unaweza kupata kama shule, unaweza kupata hospitali, unaweza ukapata hoteli, mkaenda kupiga mkapata hela ya kutosha tu. Ni swala la nyie kuwa makini na kuweza kujitahidi kuona kwamba mna nani. Lakini mkilala mawili na mimi oga stani mimi stani. Ninachokisema ndicho ninachomaanisha, kama mnanijua mimi, nikikwambia nitakupa shilingi moja nitakupa shilingi moja nikikwambia na ni nikakaa kimya, nakaa kimya hivyo hivyo. Kama hamtafanyia kazi beti na mwenyekiti wako mzee, hamtafanyia kazi, tuna namna ambayo tutakuja kuuliza tukisikia. Utekelezaji hamna mpango, hamna nini mmeweka, maana mwisho wa siku itakuwa mali ya mtu mmoja. Na hawa ndugu wanaoelewa sana, umeona hakuna kutembelea kitu kama hicho katika nyumbani kwake kwenda kupulizia dawa, mkipewa vibali na viongozi wa serikali mkipewa vibali mkienda, wakatangulia mkapi, mnaenda na wanatoa watu shilingi elfu mbili elfu mbili elfu tatu nyumba ziko ngapi? Nyumba ziko nyingi sana. una wakazi wangapi shehe? elfu hamsini elfu hamsini na mia sita sabini na saba. Haya, hebu sikiliza hapa, hizo si mihela tu. Mihela hiyo yani ni fursa ambayo inaonekanika ambayo ni kimya kimya, lakini nawaambia kitu kimoja, viongozi, kafanyeni kazi, lakini mwe wa kweli. Kwa mfano Unakuwa kama kioo ambayo ijaekwa tinted. Ukitazama huku unaona kule, akitazama kule naona kule, maana yake wanasema wazungu kuwa transparent. mnacho, kipata mnachokipata, ndugu akija. Ingekuwa sio mfungo wa Ramadhani na Kwaresma, wakija wapeni soda kama mnacho, wapeni mpunga wale mali yao. Sisi ya moye, niwaambie kwamba mwaka huu unarudia tena, ni mwaka wa uchaguzi. Ndugu zangu, tusiende kulemaa Mkiitwa itikeni, na mwenyekiti tukiwaita sisi watu mara nyingi. Mimi ni mjumbe wa kamati ya, kamati ya siasa. Mimi nikija kwenye kata nakuja, siji na message ya kwangu peke yangu, kwa sababu matatizo ya chama na nili zote najua, kwa sababu mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa. Kwa hiyo tunaleta habari ya, ya ujumbe kwa ajili ya wanachama wote na jumuiya zote, sio jumuiya ya wazazi tu. Kwa hiyo lakini sijawahi kufeli kwa Makurumla, sijawahi feli hasa, kwa sababu ninapokwenda sehemu sijawahi kukosa toto katibu wake wa chama, sijawahi kumkosa na kamati yake, na hii ndio tunayotaka na hiki ndio tunachokitaka, uhusiano wa namna hiyo. Na ukikuta unakosa wana sababu kama leo makatibu ameenda wapi, wenye miradi wameenda wapi, wameenda Manzese. Kwa hiyo ndugu zangu, sipendi kuwachosha, kwa sababu najua tuko kwenye mfungo wa Kwaresma pamoja na Ramadhani. Niseme kwamba nawapenda na niwashukuru nyiye, mlea acha shughuli zenu. Mwenyezi Mungu awajalie awajali, mtakaporudi kwenye shughuli zenu, akapate kuwajazilizia kwa... na afanye conversation au kuwaongezea mahali pale ambapo mtakuwa mmepoteza kwa ajili ya kuja kwenye kikao chetu na kutusikiliza. Na Mungu wabariki sana, asanteni sana, nashukuru sana.